Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda kujifunza kitu njumu nasema, nasema kuna baraka. Tutakwenda kujifunza kitu njumu nasema, nasema kuna baraka. Hutazipata. Kuna baraka utazipata kwa wazazi wako tu. Kuna baraka utazipata kwa wazazi wako tu mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya katika jina la Yesu, amen. Tunaposoma kwenye Waefeso sita moja mpaka tatu maandiko yanasema kwamba enyi watoto, watini wazazi wazazi katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Mbili, waheshimu baba, waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi tatu upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Tunajua kama wewe ni Mkristo unajua kwamba kuna amri ziko kumi, na amri zote hakuna amri yenye ahadi ambayo ina ahadi. Kuna amri anasema usiuwe, usiue, usiibe, usizini, hakuna maelezo mengine zaidi. Lakini tunapokuja kwenye eneo la kuwaheshimu kuwaheshimu baba yako na mama yako ndio amri pekee yenye ahadi, ndio amri pekee yenye ahadi kwamba upate heri na ukaye siku nyingi katika hii dunia. Katika hii dunia kuna watoto ambao wanaishi na wazazi wao wazazi wao bila kujua kwamba wazazi hao wanaweza kuwa chanzo cha baraka zao, chanzo cha baraka zao. Kuna watoto ambao hawaoni baraka kwenye maisha yao lakini kwa sababu tu hawakuishi vizuri na wazazi wao, kwa sababu tu hawakuwatii wazazi wao. Waliongea na watoto wao kama vile wanapoongea wanavyoongea na, mara, na marafiki zao. Waliongea na wazazi wao kama vile wanaongea na mtu baki. Sasa maandiko anasema kwamba waheshimu baba yako na mama yako, baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri yenye ahadi, amri ya kwanza yenye ahadi. Matokeo ya kuwaheshimu baba na mama, anasema upate heri, ubarikiwe, upate baraka na ukae siku nyingi katika dunia. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba kuna watoto ambao hawaoni baraka kwenye maisha yao, na wanazunguka kwa mitume na manabii, wanazunguka maeneo mbalimbali, wakiombewa wakiombewa baraka lakini bado haoni hizo baraka. Kuna baraka utazipata kwa wazazi wako tu, na ndio maana ni jukumu la kila mtoto kutafuta fursa ya kubarikiwa na wazazi wako. Wazazi, wazazi wake. Wewe ni mtoto, tafuta fursa ya kubarikiwa na wazazi wako, tafuta fursa ya kunenewa vizuri na wazazi wako kuna baraka ambazo zime baraka zako zingine zimebe baraka zako zimebebwa. Kuna baraka ambazo zimebebwa na wazazi waliokuzaa wazazi wa kibiolojia. Kuna baraka ambazo amezibeba baba yako, kuna baraka ambazo amezibeba mama yako. Na maandiko yanasema kwamba waheshimu baba yako na mama yako. Hapa maandiko yamejaribu kuzungumzia wazazi wani? Akasema wazazi katika Bwana, kwamba enyi wazazi, enyi watoto, watini wazazi katika Bwana kwa kuna wazazi katika Bwana na kuna wazazi wa kibiolojia hasa. Waheshimu baba yako na mama yako, waheshimu baba yako na mama yako. Hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Matokeo ya kuwaheshimu baba yako na mama yako, utaona baraka, upate heri, upate heri, ubarikiwe na ukae siku nyingi katika hii dunia. Manake kuna possibility ya wewe mtoto kuishi muda mfupi hapa duniani kwa sababu tu ya kutowaheshimu wazazi wako, kwa sababu tu ya kutowajali wazazi wako. Kuna baraka ambazo huwezi kupata kwa mhubiri yoyote yule chini ya jua, yoyote yule chini ya jua, yoyote. Haijalishi utaombewa kiasi gani, haijalishi mtumishi ana upako kiasi gani, kuna baraka ambazo utazipata kwa wazazi wako tu. Waheshimu wazazi wako kwa gharama yoyote. Haijalishi wakoje, haijalishi wakoje, waheshimu wazazi wako. Haijalishi baba wako yukoje, mheshimu baba wako. Haijalishi mama wako yukoje, mheshimu mama wako. Wajali wazazi wako, wajali wazazi wako, haijalishi wakoje, haijalishi wakoje, haijalishi wakoje, haijalishi wakoje. Kuna, waza, kuna baraka ambazo zinatoka kwa wazazi wako tu. Kuna baraka ambazo zinatoka kwa wazazi wako tu wa kibaolojia. Ni kweli kuna baraka ambazo zinaweza kutoka kwa wazazi wetu katika Bwana, kwa wazazi wetu wa kiroho, lakini kuna baraka ambazo huwezi ukapata kwa kuombewa na mhubiri yoyote yule, mhubiri yoyote yule. Waheshimu baba yako na mama yako. Neno moja linaweza kubadilisha, neno moja la babako, neno moja la babako neno moja la mama yako linaweza kubadilisha maisha yako siku zote za maisha yako. Neno moja linaweza kubadilisha maisha yako, neno moja tu linaweza kubadilisha maisha yako. Tafuta fursa ya kubarikiwa na wazazi wako, tafuta fursa ya kunenewa vizuri na wazazi wako. Usikubali wazazi wako wakakunenea vibaya, usikubali wazazi wako wakakutafuta waka... fursa ya kunenewa vizuri na wazazi wako, tafuta fursa kuna baraka ambazo huwezi kupata kwa kuombewa na mhubiri yoyote yule, haijalisha na upako kiasi gani. Na ndio maana wewe, ni mtoto ishi vizuri na wazazi wako, waheshimu wazazi wako, wathamini wazazi wako bila kujali wakoje, wathamini wazazi wako, wathamini wazazi wako. Nakumbuka mwaka elfu mbili na elfu mbili na mbili elfu mbili mwaka elfu uh, moja na tisini na tisa, elfu moja na tisini na tisa, wakati nipokuwa naenda A level, nipokuwa naenda A level, babangu aliniambia mwanangu, Mungu akutangulie. Mwanangu, Mungu akutangulie, ndilo neno ambalo babangu aliniambia kwamba, mwanangu, Mungu akutangulie. Nikajisikia machozi yanaanza kulengalenga kwa hilo neno kusikia kwa babangu akiniambia kwamba mwanangu, Mungu akutangulia. Na Mungu kweli alinitangulia, alinipigania kupita kwa kawaida kwenye masomo. Haikuwa rahisi, lakini Mungu alikuwa alinipigania. Aliponiambia kwamba mwanangu, Mungu akutangulia, nikajisikia machozi yanalengalenga. Nasikana yeye alitamka tu kama, lakini kwangu mimi hilo neno lilinigusa, na mpaka leo nalikumbuka. Asema, mwanangu, Mungu akutangulie, mwanangu, Mungu akutangulie. Baraka ya maisha marefu inatoka kwa wazazi. Baraka kwenye maeneo mbalimbali zinatoka kwa wazazi. Asema, uheshimu baba yako na mama yako, upate heri, upate heri, upate baraka, upate baraka, na ukae miaka mingi katika hii dunia. Kuna watoto ambao wanakufa kabla ya wakati wao. Ni wazazi wangapi ambao wanazika watoto wao yamkini? Wazazi, watoto wengine wanakufa kabla ya wakati wao kwa sababu tu ya kutowaheshimu wazazi wao, kwa sababu tu ya kutowaheshimu wazazi wao. Isaka alipokuwa anakaribia uzee, alipokuwa amezeeka, akasema, Esau, hebu nenda katafutie mawindo nipe nile, alafu nikubariki. Lakini Yakobo aliposikia hilo, akafanya ujanja na akashirikiana na mama yake, akafanya ujanja badala ya Esau, Yakobo akabarikiwa. Na Esau aliporudi, akasema kwamba baba, hujabaki na mbaraka wote ule. Es, Esaka akasema kwamba nimekusha mbariki, utakuwa kuna baraka huwezi kupata kwa kuombewa na mchungaji yoyote. Watu ambao wanawaheshimu wachungaji wao kuliko hata baba zao alafu wanategemea kuona baraka kwenye maisha yao. Waheshimu baba yako na mama yako, ukae upate heri na ukae miaka mingi katika hii dunia. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kuendelea e kupata mafundisho yote ambayo nina post kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe, na ukisubscribe, mafundisho yote ambayo nina post kwenye channel yangu ya YouTube utayapata. Lakini pia unaweza ukashare mafundisho haya, unaweza uka like, unaweza uka comment. Mungu akubariki katika jina la Yesu, amen.